Star wa uigizaji wa filamu na vituko hapa Tanzania ni Chris almaarufu kama Clam Vevo. Leo hii amebahatika kupata mtoto kupitia posti yake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Chris au Clam Vevo ameposti picha yake leo hii kwenye ukurasa wake wa Instagram akiwa hospitali ambapo amemshika mtoto na mke wake amelala kitandani, kama picha ambayo unaiona hapo, na ameandika chini kwenye caption kwamba amepata mtoto. Oh, na kwenye caption chini amemalizia na kusema Clam Chris amemalizia ame na kusema alakalimu, akaweka alama ya I love you. Thank you to Sala Clam ambaye ni mke wake, anaitwa Sala Clam na akamalizia kwa kusema haya, ulimwengu, nichagulieni jina la huyu jamaa sasa. Na hii post inamaanisha kwamba mtoto aliyempata Chris ni wa kiume, na amemalizia na kusema mchagulieni jina sasa, ambapo baada ya kuposti picha hiyo, wasanii wenzake ama wachekeshaji wenzake hawakukaa mbali, wakampa pongezi nyingi nyingi nyingi sana za hongera, na pongezi hizo zipo kwenye comment pale chini kwenye ukurasa wake wa Instagram. Moja kati ya comment ilikuwa ni kwa Eliud Samueli. Na komenti ni nyingi sana, lakini nitasoma kwa uchache, nitapitia chache chache. Moja kati ya komenti ilikuwa ni kwa Eliudi Samuel, anasema au tumuite Vevo huyo <laughs> ni Eliud Samuel. Na mtu mwingine ni Mr Mwanya anasema au tumuite nyoka wa maajabu, na akaweka emoji na toa machozi. Na mtu mwingine star mwingine ambaye amempongeza Clam Vevo ni Mudi Muzungu, huyu jamani, maarufu sana kwenye tamthilia ya dunia, ambayo inazidi kushika kazi sana kwa saizi. Na amesema Mudi Muzungu aitwe na mpa urithi, ameweka alama za kunyanyua mikono juu na kucheka kwa sauti sana, na watu wengine wamezidi na ya hapa, sana master na ya Dula anasema, alama ni baadhi tu comment za watu wakimpa hongera, Clam Vevo, na wengine ile picha yake baada ya anasema, wakma hongera sana tajiri Clam Chris kwa binzuli hala, mimi kama washangazi sina mengi sana ya kusema sabu, subscribe tu supplies kutoka kwa my auntie, na hiyo ndio posti, riposti kutoka kwa official vanilla na riposti nyingine ambazo, easy, ni ambazo amezipost yeye mwenyewe Clam Vevo. Ameliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya watu kumposti na mwingine ameandika ni matchy congratulation kwenu akaweka alama za I love you, na mwingine ameliposti bila kuweka caption yoyote. Sasa hiyo ni baada ya Chris Clam Vevo kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram leo hii kama amepata mtoto. Clamvevo ni maarufu sana Tanzania, ambapo bado kwa tamthilia yake ya sikitu ambayo inazidi kufanya poa sana mpaka saizi kwenye tamthilia za bongo na Tanzania kwa ujumla, na hii ndio movie ambayo imetikisa sana ya sikitu na ni maarufu sana kwa Clamvevo. So Clamvevo leo hii amepata mtoto. Sasa hayo ni maoni tu ya mashabiki na wasanii wenzake wa wa tamthilia na vichekesho huko. Sasa gani? Tukutane hapo kwenye comment hadi wakati mwingine. Bye bye.